Kwa hivyo kwa hiyo Haji Manara kasema jambo la msingi lakini mimi namwomba anze. Namshi Shafii, tumezungumza kwa upande wa matajiri na kuhusu hilo swala ambalo amelizungumza Haji Manara, labda kwa upande wa wazazi. Kwa wazazi imekuwa desturi yao, yani kwa maana mtu yuko tayari kulipa laki mbili kwa elimu ya sekura, yani kwa maana shule za sekondari ya msingi na ya tuition. Lakini kumpa mwalimu wa madrasa shilingi elfu mbili Alhamisi au kumpa elfu mbili kwa Jumamosi wake imekuwa mtihani. Labda wewe kwako wewe unahisi labda wazazi tatizo nini? Labda hawathamini elimu ya madrasa au shida haswa ipi? Unaona kwa wazazi kwanza, sasa hivi misingi inayojengwa dunia ya sasa, watu kutothamini madrasa, kutothamini elimu ya dini. Na ndio maana ukiona kila mtu leo anapapatikia kwamba mwanaye asome secular sana, atakwenda kuwa daktari, atakwenda kuwa mwalimu, atapata maisha yake lakini sasa tumejiwekeza sana kwenye maisha ya duniani, kitu ambacho ni kibaya sana, ambacho duniani tuna miaka sitini au sabini tutakwenda, lakini tunaacha kuwekeza mahala ambapo tutakwenda kuishi milele. Hata Bwana Yesu katika Mathayo sita alisema, ekeni hazina zenu mbinguni, kusipokuwa na, na mchwa wala hakuna kutu, haziharibiki mali zenu kwa hiyo watu wawekeze kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ili kwa maisha yao ya akhera wanapokwenda. Sasa sisi shida yetu kwamba tumejaribu sana kuwekeza katika maisha ya dunia. Uko tayari kukopa, kunyang'anya mwanao asome shule nzuri uko tayari kukopa kunyang'anya mwanao ada, usikwame asirudishwe shuleni, lakini hatuko tayari kukopa kunyang'anya mtoto aijue dini yake amjue Mungu wake kwa ukamilifu. Wakati unajua unahangaikia miaka sitini sabini, lakini utaiacha. Kuna miaka ya kuishi milele huko unapokwenda kaburini, utakaa sana kaburini, mtoto wako atahitajika kuombee dua. Lakini chengine unapompa mwalimu wa madrasa ni moja sababu ya kutengeneza akhira yako. Siku ya kiyama Mtume atasema rabbi inna qaumi takadhu hadha alqur'ana na mahjura, watu wangu wameifanya Qurani ni kichwa cha mwenda azimu, kimepitwa na wakati. Mtume atalia hivyo siku ya kiyama. Kwa nini? Kwa sababu ya kutoithamini ile Qurani, tumeishusha daraja Qurani. Kwa hiyo, wazazi nao wanatakiwa wathamini na watambue kwamba maisha haya ya duniani ni ya muda mfupi, maisha ya akhira ndio ya muda mrefu, tutaenda nayo kuishi. Lakini tunatakiwa hapa duniani ndio tuyatengeneze maisha ya akhira, watoto wako waishi katika mazingira ya dini, endapo utakapoondoka katika dunia, wanyanyue mikono waweze kukuombea dua. Ndio katika zile sababu, mambo matatu nayofanya mwana amali ziendelee kabulini, au wala dun swalihu yadiu lahu, au mtoto mwema anayemfanyia dua baba yake anayemfanyia dua baba yake. Huyu hawezi kufanya dua kama hajajua dua ni nini, hajajua kwa nini nifanye dua, hajajua huko akhera kuna nini. Kwa hiyo lazima tuwatengeneze watoto hapa kwanza. Kwa maana hiyo, sisi tuwe tuamini na tuthamini maisha ya akhera, kwa kuwaangalia walimu wa madrasa na kujua kwamba nini wanachohitaji katika maisha yao ni kweli mtu analipa laki mbili mathematics na English analipa laki mbili tuisheni, lakini shilingi elfu moja ya mwalimu ada hawezi kulipa. Ni shida, tutaenda kumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Tanzania hii usimwangalie Baaresa wala usimwangalie GSM wala sijui nani, tuangaliane tu, tu, sisi sisi tuko wazazi ishirini ambao watoto wetu wanasoma katika madrasa. sisi wazazi ishirini kila mzazi atoe shilingi elfu kumi maana kwa siku atakuwa ametoa shilingi mia tatu kama na shilingi ishirini na tano atakuwa ameweka ile pesa shilingi mia tatu kwa mwezi maanake maana yake itakuwa ni shilingi elfu kumi, shilingi laki mbili ambayo mwalimu wa madrasa inaweza ikamsogeza hii pesa tukiwa thelathini tutatoa shilingi elfu kumi kumi maana yake tuna shilingi laki tatu sasa unakuta chuo kina watoto hamsini chuo kina watoto hamsini. kila mzazi tu ajue thamani yake ya kutoa shilingi elfu kumi tu